Hakikisheni mnazungumza haya mambo sita kabla ya kuoana. Hakikisheni mnazungumza haya mambo sita kabla ya kuoana. Hii mada ya leo inawahusu sana walioko kwenye mahusiano. It is very sensitive. Uh, kwa sababu baada ya watu wengi kuingia kwenye ndoa wakaenda kidogo wanakuja kugundua kuna vitu wanaviona aidha kwa mpenzi wake wa kike au wa kiume, na wanashindwa kuja kuvizungumzia. Ni kwa sababu walishafanya mistake, walishafanya mistake awali, walishindwa kuvizungumza kabla ya kuoana. Jamani, kuna mambo unatakiwa kujua msimamo wake kabla ya kuoana. Ah, nikukumbushe kwamba kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana nasi kwenye channel yetu ipendwa, unaweza ka subscribe kisha ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, hautajutia kutumia MB zako bure, utakuwa unapokea update zetu mbalimbali tunazotuma hapa mara kwa mara. Twende moja kwa moja, mambo sita ambayo natakiwa kuzungumza kabla ya kuoana kuoana. Jambo la kwanza, zungumzeni ni aina gani ya ndoa mnataka. Jamani, kama tunavyojua, kuna ndoa za aina nyingi. Kuna ndoa za mke, kuna ndoa ya mke mmoja ndoa za mitala. Hakikisheni mnazungumza ni aina gani ya ndoa unaitaka wewe mwanamke, ni aina gani ya ndoa unaitaka wewe mwanaume. Hata kama labda imani yenu inaruhusu ndoa zaidi ya ndoa zaidi ya moja, inaruhusu ndoa nyingi Wekaneni wazi amweni wenyewe kwamba mnaingia kwenye ndoa, ndio. Ah, je ni ndoa labda ya mke mmoja au ni ndoa ya kanisani au ndoa ya mitala au ni ndoa ya serikali? Amweni kabisa na mzungumze mapema, mwekane wazi, msije kuboana huko mbeleni, labda mtu ameshataka kuongeza mke mwingine, ah, unakuja kuleta shida. Hakikisheni mnazungumza ili jambo kabla ya kuoana. Ah, jambo la pili, zungumzeni kuhusu mambo ya pesa, ah, mambo ya uchumi mipaka yenu, zungumzeni kuhusu mambo ya pesa, mambo ya uchumi wenu, na mipaka ya pesa na mipaka yenu. Um, maybe labda kwa mfano Uh, wote mnaruhusiwa kuzungumzia hali yenu ya kipato, uh, matumizi ya pesa. Ongeheni kuhusu mshahara wa nani utafanya nini, kipato cha nani uh, kitafanya nini. Je, kwa mfano uh, ni ila gani au ni kipato kipi kitasaidia wazazi? Ni kipato kipi kitahusika uh, kulipa ada ya watoto? Hakikisheni mnazungumza mapema kabisa, isije kuleta changamoto. Labda ni ila ipi au ni kipato kipi kitahusiana na matumizi ya nyumbani? Zungumzeni. Ani nani ata atazalisha ata au ni jeni wote au ni mtu mmoja? Ah, hii imekuja kuleta changamoto sana. Unakuta labda mwanaume amemoa mke wake, alimkuta na kazi lakini anakuja kumstopisha. Ah, kwamba labda au mama wa nyumbani. Hii inakuja kuleta changamoto. Hakikisheni mnalizungumza hili kabla ya kuoana na ikana wazi. Ah, jambo la tatu, mambo ya watoto mambo ya uzazi. A, kwa mfano labda, aje mtatumia family planning ah? Kama mtatumia ni family planning ya gani ambayo mtakuja kuitumia? Je, labda ni kitanzi, ni vijiti? Hakikisheni nazungumza mapema kabisa. Je, kama ni njia ya asili, hakikisheni nazungumza kabisa. Au mnatumia ipi? Na je labda, ina madhara gani au je labda mnatafuta ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya au wazazi au marafiki zenu. Hakikisheni mnazungumza. Na je, labda ni nini kitatokea endapo labda mimba imewahi? Ni nini kitatokea? Je, ni nini labda kitatokea endapo mtoto akichelewa Ninini kitatokea, labda mmekaa miaka miwili, mitano hadi kumi, mtoto hajapatikana? Zungumzeni kabisa mapema kwamba nikipi aaktatok kaaiongeea kwamba labda mtotoakicelewa utamvumilia mwenzako au, uh, utafanya maamuzi mengine aak ta changamoto endapo, aliweka mapema kila mmoja akawe aware na hicho kitu, labda endapo kiatokea atafanya nini. Ana jambo la nne uh, jambo la nne, mila na desturi za kifamilia uh, tunavyozungumzia mila na desturi za kikabila. Je, kuna vitu labda vinaonekana kwenye familia yako vya kikabila vinatembea, labda kizazi na kizazi, wekaneni wazi. Je, kuna laana labda zinatembea kwa familia yako, wekaneni wazi. Zungumza haya mambo kabla amjafika mbali, labda mila na kuhusu wazazi, mila kuhusu vyakula, labda mila za, za watoto, mila za, za kusalimiana wazazi hakikisheni mnaweka na wazi, unamfundisha mila na desturi za familia labda zinasemaje. Sio mtu ameshaenda ameshaingia kwenye familia tayari, alafu inakuja kuleta changamoto. Je, labda imani zenu zikoje? Asije mmeoana ndo mnakuta labda mnakutana navyo. Hakikisheni e, mnaweka na wazi a, kabla ya kuoana. Na jambo la tano msimamo wa kiimani, msimamo wa kiimani jamani, hapa kuna changamoto kubwa sana. Unakuta watu wameuana hmm? Mbeleni inakuja kuleta changamoto, labda mwanamke alikuwa Mkristu, mwanaume alikuwa Mwislamu, unakuta inaleta changamoto. Yawezekana uh, ni Mkristu au ni Mwislamu kama wewe lakini ana msimamo labda anamsimamo uh, katika imani yake au anaweza kuna kitu anakiamini sana. Mfano, kuna mtu labda anakutana naye aamini kuhusu Mungu anaamini matendo mema. Yaani, unakuta watu wanakuwa na, na imani tofauti tofauti. Hakikisheni mnazungumzia msimamo wa kiimani kabla hamjaingia kwenye ndoa. Isije kuleta changamoto, mmeona tayari unakuta huyu anaenda hivi na yule anaenda vile. Unakuta basi changa, na familia haielewi kwamba labda imesimama kwenye msimamo gani, imesimama kwenye msingi gani wa kiimani. Um, labda kukuna mtu mwingine labda haamini kwenda kanisani, yeye anaamini kwamba labda uwepo wa Mungu uko mahali popote. Hayo mambo yaangalieni mapema na myazungumzie mapema, kwa sababu yatakusumbua sana baadaye. Hakikisheni mnazungumza kuhusu imani imani zenu na ni vyema zaidi uh, mkaweka na wazi kwamba labda mimi ni Mkristo, labda wewe ni Mwislamu, au mimi ni dhehebu fulani na wewe ni dhehebu fulani, basi tukisha ingia kwenye ndoa, naomba tu kwenye msimamo huu wa imani wote, ili mwonekane uh, uwete mpu kwenye imani ambao ni moja. Aa, na jambo la sita ambalo mnatakiwa kulizungumza kabla ya wana zungumzeni, ni vitu gani anapenda, ni vitu gani hapendi, au ni vitu gani anaweza kuvivumilia, au ni vitu gani hawezi kabisa kuvivumilia? Jamani, wekaneni wazi mapema kabisa, zungumzeni ni vitu gani M labda mwanamke anavipenda ni vitu gani mwanaume havipendi, wekeni wazi mapema kabisa, kabla hamjaoana isije kuleta changamoto ha? Au ni vitu gani na kama unaweza kuvumilia ni kwa mda gani? Unajua, kuna vitu vinavumilika, unaamua kama basi tu hichi tu nitakivumilia sawa, utavumilia je? Mwambie mwenzako, je kama utakuwa tayari kuvumilia je ni kwa mda gani uta uweza kuvumilia hicho kitu. Hakikisheni mnaandaa bleli zenu kabla hamjaingia kwenye ndoa jamani. Nafikiri ili somo ukilifuatilia vizuri, wewe ambaye upo kwenye mahusiano tayari, hakikisheni usifanye mistake ukaingia kwenye ndoa yako kabla hamjazungumza haya mambo, kwa sababu haya ni baadhi ya mambo ambayo huwa yanaleta changamoto sana aa, watu wakisha owana kumbe walishindwa kufanya mazungumzo haya ya hivi vitu kabla hawajaoana na vinakuja kuleta changamoto. Aa, ni matumaini yangu kwamba umejifunza ana. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu kipindi kijacho. Ah, tunakupenda.